Tunaye Jackline Mosha, mkurugenzi wa huduma za sheria na Yohana Kiyoya eh, <laughs> sawa, mm. Huyu ni meneja usajili na utambuzi, wote hao kutoka mamlaka ya vitambulisho vya Taifa, NIDA. Leo tunazungumzia utaratibu wa kubadilisha taarifa za vitambulisho vya Taifa kwa wale wenye mahitaji ambapo eh, NIDA wametoa muda wa mwaka mmoja naam, mrefu kweli, ah, unatosha hali tunataka ah, ah, ah, mm, watu waje waandamani waseme hali ambao umesema. <laughs> Mwaka mmoja muda mrefu, namna hiyo, kuna wenzako wanataka miaka mitano. Sawa. <laughs> so, ah, karibuni sana, shukrani. Mosha yes, sana. Mm. Yes. Ja, ja, sija kusikia ukizungumza uki umekaa mbali na maiki eh, kwa kiswahili inaitwa maiki kwa, kwa Kiingereza ndio hivyo mik. Uh -huh. Uh, naam uh, tuanzie kwenye swala hili la huu muda ambao umetolewa. Uh, kwa nini shughuli hii imeonekana kama sio endelevu na badala yake imetolewa huu mwaka mmoja watu kurekebisha? Asante, uh, mtangazaji. Kwanza hicho ni kibali maalum. Uh, kwa manufaa uh -huh, ya wananchi wanaotusikiliza. Mabadiliko ya taarifa ni huduma ambayo ipo. Ya, kwa sababu tumesajili NIDA tumeanza usajili toka elfu mbili na kumi na mbili. Mm-hmm. Sasa hivi tuko elfu mbili na ishirini na tano, imepita ni takribani miaka kumi na tatu. Kwa hiyo mkatikati, kuna watu wanakuwa na mahitaji mbalimbali ya kubadilisha taarifa zao. Kuna mtu ameolewa, anahitaji kutumia majina ya upande wa mme, kuna mtu amebadilisha dini, kuna mambo mengi hapa. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa hizo huduma ya kubadilisha taarifa na miongozo ipo. Sasa kuna makundi mahususi ambayo haya yalikuwa na changamoto kulingana na taratibu, sheria, kanuni zilizopo, mabadiliko ya taarifa zao hayakuweza kufanyika, hmm. Hayakuweza kufanyika kwa sababu yanakinzana na, na sheria. Mtu amefanya udanganyifu, mtu amegushi, mtu ni Mtanzania akajisajili kama mkimbizi, mtu ana majina yake halisi lakini vyeti alisoma kwa majina ya mtu mwingine. Kwa hiyo ukiangalia tayari huo mkanganyiko, mabadiliko yale yalikuwa kidogo kisheria tu yako hayawezi yes, kutekelezea. Kwa hiyo sasa hayo ndio ambayo yameombewa kibali maalum na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, karidhia katoa kibali cha mwaka mmoja kuanzia mwezi wa kumi. Wananchi wenye hizo changamoto kwenye makundi mbeleni tutayataja waweze sasa kutumia fursa ya kipindi cha mwaka mmoja kuweza kuweka taarifa zao sawa kwa hiyo ni kipindi maalum kwa sababu pia ni kibali maalum, na kinadili na kundi mahususi la mabadiliko ya taarifa, lakini huduma ya mabadiliko ya taarifa ni huduma ambayo ipo, mm -hmm. ni endelevu, endelevu kwa yale mabadiliko ambayo yako ndani ya utaratibu <coughs> na yanakubalika kisheria. Yale ambayo sasa yalikuwa yako nje ya kisheria ndio hayo, imetolewa huo msamaha, hawa watu waweze kufanyiwa mabadiliko, kwamba wapelekwe mahakamani. Mheshimiwa Rais kaona watu tuwasamehe, ni Watanzania wenzetu na nataka nishushe pazi, swali hapo sasa hivi kwa, kwa Mosha atueleze kisheria uh, maana kughushi ni, ni umeshavunja sheria, umeghushi alafu ukajipatia kisicho chako sasa hawa wamesamehewa ili waendelee na utaratibu mwingine, ama uzuri umeshasema ndeshi. Sasa hapo eh, Jackline umenusurika, ume kujibu hilo swali <laughs> <laughs> eh, eh, eh, eh, hebu tuweke kwanza kisheria kwamba mpaka eh, nyinyi mnakuja kugundua kwamba hizi ni taarifa ambazo zimeghushiwa, kuna kitu gani ambacho huwa mna mnakiangalia, mpaka mnakuja kugundua hii ni taarifa sahihi hiso sahihi? Asante ndugu mtangazaji, mpaka tunagundua kwamba huyu mtu amegushi, ni kwamba ni yeye pale anapojisajili, anakuwa ile fomu ina kipengele kinachoelezea kwamba hizi taarifa nizotoa ni za kweli na ni za kwangu, na akazithibitisha kwa kusain. Sasa pale anapokuja baada ya miaka kadhaa, anakuja anasema, hapana, mimi badala ya kuitwa Jackline Mosha, yeah, ninaitwa Amina Uh, Amina Mohamed mm, zile taarifa nilizozitoa anatueleza sababu. Sisi, wewe mm, unavyojisajili kwetu unatuaminisha kwamba wewe ni Amina au unajiaminisha kwamba wewe ni Jackline kama, kama sasa sisi, tu, sisi hatuwezi kufahamu kwamba wewe ni Amina na sio Jackline mpaka wewe urudi uje utuambie kwamba zile taarifa nilizozitoa si za kweli, nimegushi, ni za uongo mm, ninaomba nirudi kwenye majina yangu halisi na wengi wameandika barua kwa kukiri kweli wamedanganya, kwa hiyo wana, wanatamani kurudi kwenye majina yao. Kuna makundi ambayo meneja atayataja hapa ambayo serikali imeona ni vema Ha, waweze kubadilishiwa pia, kwa sababu walivyokuwa wameandika zile barua, wanaomba maombi yao kubadilishiwa na wanakiri makosa yao, serikali ikafanya utafiti, ataelezea meneja kwamba um, kumbe hao watu uelewa ulikuwa Mdo. mdogo. Mwingine anasema mama mlezi au baba mlezi aliniambia niandike haya majina, umenielewa? Pasipo hmm, kujua kwamba pale kile kipengele kina, kina mbana kile kuna kipengele kwenye fomu, kama mnyewe mnakumbuka kwamba unapoandika jina lako pale lazima pale una sign kwamba ninathibitisha kwamba taarifa nilizozitoa ni za ukweli. Unaona, kwa hiyo sasa, baada ya kuona kwamba ni wengi wana hiyo shida na awareness ni ndogo, serikali ikaona kwamba tuwape hawa muda mfupi, muda maalumu, wajitokeze waweze kubadilisha taarifa zao. Ni kweli kugushi ni kosa la jinai, na sheria zipo. Kwa mfano sheria zetu za NIDA zinaeleza ni kwamba utatozwa fain na kifungo vyote viwili vyote vyote, mahakama itakavyoona inafaa. mm -hmm. kuna kutozwa fain uh, na kina au kifungo kisichozidi miaka mitatu mm -hmm. au vyote viwili, jinsi mahakama itakavyoona inafaa. Hata hivyo, pia kwenye hizi uh, sheria kanuni ya, ya adhabu Pinocod, mm -hmm. ile sura ya kumi uh, na sita mwaka elfu ishirini na tatu kuna kifungu pale cha mia tatu thelathini na saba unapotoa taarifa za kugushi, unapogushi nyaraka uh, una unakutwa una, una na hatia ya ya kifungo cha miaka saba. Kwa hiyo sasa, baada ya utafiti kufanyika, serikali kaona hapana, na wengi wanaoandika barua kiukweli wanakiri Okay. Sasa, kuna, kuna mwingine si lazima andike barua mm -hmm. E, labda pengine nyinyi kwa utafiti wetu mnaweza mkafanya na mkagundua u, utaratibu wa taasisi nyingine ukienda kutaka kwa jambo uh, zito, kwa mfano kama uhamiaji watakutaka pia lazima ulete na cheti chako cha kuzaliwa mm -hmm. NIDA hamna utaratibu mtu alete cheti. Mimi nilijiandikisha wakati tu, kwanza ndio shughuli inaanza mwaka elfu mbili na kumi na mbili na yeah. nikapata pia mapema kabisa mm -hmm. Hakuna utaratibu wa, wa, wa cheti cha kuzaliwa kuhakikisha kwamba huyu mtu ndiye au sie? Asante, uh, mtangazaji. Uh, kimsingi kuna nyaraka zinahitajika, uh, kwa sababu tunapomsajili mtu tuna vitu ambavyo tunataka kuvithibitisha kwake. Kwanza kabisa ni kujua yeye ni nani, kwenye yeye nani hapo, tunazungumzia swala la majina. Kwa hiyo lazima awe na nyaraka ambazo zinathibitisha majina yake. uh-huh. na nyaraka ya msingi ambayo kama serikali tungetamani kila mwananchi awe nayo kabisa, ndugu mtangazaji, kama nilivyosema, ni cheti cha kuzaliwa mm. Cheti cha kuzaliwa kabisa. mm -hmm. Kwa sababu cheti cha kuzaliwa kinakupa kila kitu. yeah. Kinakupa majina, kinakupa majina kinakupa tarehe mwezi mwaka wa kuzaliwa mm. Kinakupa majina na taarifa za wazazi, lakini mm. pia kinakuambia kabisa huyu mtu amezaliwa mahala fulani. yeah. yeah. changamoto kubwa Uh, wananchi walio wengi, kumbuka nimesema NIDA tulianza 2012 usajili na, mm. na tukafanya usajili wa mkupo, mass registration, kwa maana ya nchi nzima. Sasa kwa sababu 2012 tulifanya kama usajili wa majaribio kwa watumishi wa umma, uh, kwa kweli kwa, kwa watumishi wa umma tukupata changamoto kubwa ya nyaraka, kwa sababu wengi wanazo mm. wamesoma na vyeti vya kuzaliwa, ni basic document ambazo kwa zinahitajika kwa ajili ya mtu kukamilisha taratibu zake za ajira, lakini sasa unapokuja mtaani, swala la cheti cha kuzaliwa ni changamoto. Unaenda kijijini huko Tandahimba mm. unaenda kijijini huko Nyasa <laughs> unaenda kijijini huko Kishapu. Tandahimba ndo kwenu, maana usitaje kijiji cha mtu <laughs> wetu ni, ni, ni Kasuru. Ndugu mtangazaji, utaja huko sasa eh. unaenda kwa mfano kabla nzwiri <laughs> kabla nzwiri huko Kasuru eh, eh, eh. Sawa mm. ukisema mwananchi atakupa cheti cha kuzaliwa ni ngumu, changamoto. Kwa hiyo wananchi wengi hawana Hawana vitu vya kuzaliwa. Ehe, wale ambao wamesoma hivi karibuni vijana vijana, ndio baadhi wanavyo, lakini nao pia mm. coverage yake bado ni ndogo. Mm. kwa hiyo kwa kuzingatia hilo, kuna nyaraka mbalimbali ambazo tunakuwa tunazihitaji kutoka kwa mwombaji mm. ikiwemo cheti cha kuzaliwa kama nilivyotaja, kadi ya mpiga kura mm. leseni ya udereva kwa wenye leseni za udereva, hati ya kusafiria, wenye tin number na nyaraka nyingine ambayo ina taarifa hatisi za kuanzia kumtambulisha yule mtu mm. Maana kwa sasa, iwapo kama taarifa zitakuwa ughushi na zimekubalika NIDA, huyu mtu kwa vyovyote vile atakuwa ni mharibifu wa hali ya juu, kwa sababu kila mahali unapokwenda sasa hivi wanakuambia lete kadi ya NIDA mm. lete namba ya NIDA, lete nini, kwa maana kwamba taarifa zangu rasmi zinazonitambulisha mimi zipo, zipo NIDA zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote ile. Sasa hapa tu, tu, tugeukia hapa kwenye hiki kibali maalum cha hawa watu ambao uh, ni makundi sasa hapa, yes. Alisema Mosha hapa kwamba kuna makundi ambayo utatutajia hapo baadaye yes. Ni makundi gani haya? Uh, kimsingi hapo makundi kama manne. Kundi la kwanza mtakumbuka, 2015 hadi 2020 hapa serikali ilifanya uhakiki wa watumishi wa umma na kuna watumishi wa umma wengi tu ajira zao zilisitishwa baada ya kubainika wanatumia vyeti vya taaluma ambavyo biti sio, sio ya kwao, hmm. Walisitishwa ajira wale waliajiriwa kwa majina ambayo sio ya kwao na wakasajili NIDA kwa majina ambayo sio ya kwao. Ajira yako imeshasitishwa. Unatamani jamani, jina langu, mimi naitwa John, nalitaji jina langu. Kwa sababu sasa hii ndio kwa natumia kwenye ajira tena, ilikuwa tu ni kwa ajili ya kimaslahi, ishakoma. Hawa wamekuwa wakifika ofisini kwetu tumeshindwa kuwabadilishia, kwa hiyo kupitia kibali hiki basi wameruhusiwa kuweza kuweka majina yao kwenye kitambulisho cha Taifa. Kwa hiyo tutawabadilishia, na yale ambayo yapo kwa sasa hivi tutayaweka kwenye kipengele cha majina mengine, kwa maana ya kuweka kumbukumbu kwamba huyu awali alikuwa anatumia jina hili, lakini kwa sasa tumemwekea sasa jina lake Halisi. Yeah, halisi. Kwa hiyo hilo ndo kundi la kwa kwanza panza na kubwa mm -hmm. Kwahiyo niseme tu kwamba popote pale walipo kwa wale ambao wamekwama kwa sababu wamekwama kwenye baadhi ya mambo mm -hmm. Ha, yanaweza kani ya kijamii, lakini ni mambo pia ya kiuchumi, popote walipo wafike kwenye ofisi zetu za NIDA wakiwa na nyaraka zinazothibitisha taarifa zao ikiwemo vyeti vya shule na cheti cha kuzaliwa. Ili sasa sisi tuweze kufanya taratibu za kuweza kuwabadilisha na kuweka taarifa zao sahihi kwenye majina kwenye kitambulisho chao cha Taifa. Lakini kundi la pili uh, ili sana waathirika ni vijana. Uh, ni ambao wamesoma shule lakini kwa majina ya watu wengine. Mwingine. Mtu amesoma hadi darasa la saba hakufanikiwa kufanya vizuri, lakini bada na wewe, ana kiu ana ule utashi kwamba mimi naamini njia yangu ya kufanikiwa ni taaluma ni elimu. Amerudi nyuma, labda akaanza tena darasa la tano, akapewa majina ya mtu mwingine, amesoma ni yeye, akafaulu darasa la saba, akaenda sekondari akafaulu. Mmoja ametoka sekondari baada ya kumaliza form four, akaenda labda VETA, au mwingine ameenda moja kwa moja form six akafaulu, mwingine ameenda hadi chuo kikuu, wengine wameenda hadi level za juu kabisa, lakini yale majina aliyotumia kwenye taaluma sio majina yake aliyopewa na wazazi hmm. Huyu mtu alipokuja kusajili NIDA, identity yako ni identity yako tu. Mi baba alinipa jina langu Yohana, hata kama kwenye utafutaji nilijiita Joshua, yeah. Lile jina la Yohana litaendelea kukiki kwa sababu ndilo jina langu, mm. Alivyokuja kusajili NIDA amekuja kusajili kwa majina yake aliyopewa na wazazi. Sasa mwisho wa siku unakuja huo ukinzani kati ya taarifa zilizoko kwenye NIDA na taarifa zilizoko kwenye taarifa zake za taaluma, mm. Kama ulivyosema, ili upate huduma yoyote ya kijamii ya kiuchumi wanahitaji NIDA. Naam, tupe NIDA yako papa, papa baba. Nafasi ipo wazi kabisa, labda ya udereva, nafasi iko wazi serikalini, nafasi iko wazi kwenye taasisi fulani, tunaomba NIDA yako. Wakiweka NIDA majina tofauti, mm -hmm. bana, mbona sio wewe? Hivi vyeti sio vya kwako. Yeah, si ni sawa? sio vya kwa, kwa. Yeah. Si ni sawa, eh? vya kwa. Kwa hiyo kundi lipo la vijana au kwa kweli ni waasi, mm -hmm. watumie nafasi haraka sana, wajitokeze waweze kufanya mabadiliko mm -hmm. ya taarifa zao ziweze kuwekwa kwenye NIDA ili sasa hizi fursa ambazo wamekuwa wakizikosa, fursa za ajira mm -hmm. wengine wamekosa fursa hata za kufungua kampuni yeah, kwa sababu wakitaka kufungua kampuni kwenye ubia kule, wote wanahitaji NIDA okay. nah. lakini nani yule muunganiko na, na haraka zako nyingine haupo, zinakataa, kwa hiyo wanakwama mm. na hizo ni fursa za kiuchumi. kama taifa tunahitaji vijana ambao ni wabunifu wenye mm. uwezo wa kuangalia fursa zikoje ili waweze kuzitumia mm. kutengeneza ajira kwa vijana wengine mm. kwa hiyo ni muda wao sasa kuweza kufanyia kazi hilo mm. lakini kundi lingine, ndugu mtangazaji, na nakuomba uyataje kwa haraka haraka, kwa sababu Asante. yapo mengi ya kuzungumza na muda E, na, basi elitaja kundi lingine kuna Watanzania wenzetu mm. walisajili mm. kama wakimbizi mm. wapo, e, wakiangalia fursa za kwenda nchi ya tatu. Kwa hiyo pia ni muda wao kuweza kujitokeza wapewe utaratibu kwa ajili ya kufanya marekebisho. Hapo unaweza kufanya kidogo sasa, maana watanzania wa ambao walisajili kama wakimbizi yes. mm -hmm. kuna watanzania wenzetu ambao wanaona fursa pia kwenye ile hadhi ya ukimbizi. Wakimbizi mara nyingi wanapokuja hapa nchini kwetu wanahifadhiwa sehemu mm, lakini kuna wale wanapita mm -hmm. wanapita, wanatafutiwa hifadhi sehemu nyingine zilizoendeleza magharibi huko. mm -hmm. mm -hmm. kwa hiyo na Watanzania wenzetu wakaona kumbe, nje hii naweza kwenda Marekani bana. Naweza nikaenda Canada wa, eh. umeona mm -hmm. hey, mm -hmm. kwa hiyo wakasajili kama wakimbizi mm -hmm. kwa hiyo sasa hawa nao pia wamekuwa wakihitaji kuuisha ili mm -hmm. hadhi ya uraia, wa? ya. Lakini kundi lingine mtangazaji amesema niende haraka, ni wale ambao wale ambao wao walifanya udanganyifu mm hiyo -hmm. Yes, pia tunawakaribisha waje kwenye ofisi zetu tuwape utaratibu waondoe taarifa zao walizoziweka sio sahihi, kwa ili tuweke taarifa ni? Hiyo kwa kwa, kwa sasa hii ni habari nzuri ambayo imejitokeza hmm. Kwa ajili ya kutengeneza database yenye taarifa sahihi ambazo ni thabiti zinaaminika na wadau ili kuweza kurahisisha utoaji wa huduma za kijamii na kiuchumi kwa wananchi. Na utaratibu wake ukoje? Yaani baada ya kwamba hawa ndio makundi haya kwamba anakuja yeye ama kuna kitu lazima abebe? Kila kundi kuna utaratibu wake na nyaraka zinazohitajika. Kwa mfano, kwa wale watumishi wa umma watahitaji kutuletea barua zile za ajira wakati wako kwenye ajira, barua za kusitishwa ajira mm. Vyeti vyao vya shule, lakini cheti cha kuzaliwa hizi ni mandatory. Za lazima mm. E, alafu kuna zile za ziada. Sasa za ziada inawezna hati ya kusafiria, una kadi ya mpiga kula leseni ya udereva una tin namba na nyaraka nyingine ambayo ina taarifa zako zinazotambulika. Sawa, kuna, kuna hawa ambao utatueleza Mosha hapo sasa, kisheria kuna hawa ambao mtu anaitwa Muhamed hapo. kwenye Muhamed huwa pana shida kubwa sana, kuna Muhamed yenye D mwisho ina inawai mwisho, kuna Muhamed ambayo ina D peke yake mm -hmm, na kuna Muhamed yenye D na I. Hawa kwa nini kisheria wanasomeka kama ni watu tofauti, wakiandika hayo hizo hizo herufi moja moja tu zikiongezwa, mtu anaitwa Salum Isa Muhamed kule kwenye d pakawa sasa na hizo herufi. Herufi ni kweli, ndugu mtangazaji, ni watu tofauti, kwa sababu uh, ukiongeza herufi tu yoyote kwenye jina lako, wewe sio yule, hata mahakamani. Yaani ukasema, kwa mfano, NIDA ukatoa ile a ukaweka need, that means sio Kwahyo, ina maana kwamba ili uitwe wewe kama wewe kutokana na nyaraka zako kuanzia zile za kuzaliwa zinahitajika uwe na jina sahihi. Ndio maana watu wa aina hiyo hawako kwenye a makundi, wanaweza toa wakabadilisha. mm -hmm. Ye wakaekewa wakarekebishwa, marekebisho yapo kutokana na miongozo ambayo ipo kwenye ofisi zetu za wilaya. Kuna watu wanalalamika na mmoja yupo mwenzetu humu ndani analalamika sana kitambulisho chake ana, anajisikia mpaka aibu, anasidai yeye mwenyewe taarifa <laughs> zake zote zipo sahihi, zipo sahihi. Tatizo lipo kwenye picha yani <laughs> ile picha akijiangalia, ni mimi kweli huyo? yeye naye na, hayupo kwenye kundi la kuweza kubadilisha taarifa, akaamua apige na picha upya. Picha ipoje? ni ya kwake Ki, ki, nafikiri <laughs> <i>, hiyo hapo ametuletea <laughs> <laughs> ki, kwenye simu labda labda tuseme tu uh, ubora wa picha naam, yeah. Eh, tunapotoa huduma huwa kuna vitu tunashauri kwa ajili ya kutengeneza ubora wa picha. Kwanza tushauri mtu kuvaa kofia mm kuvaa nguo nyeupe hmm. Light blue sawa eh? Kwa sababu na mwanga zile tayari ina affect quality yeah, ya picha, kwa hiyo kwa mtu yote ambaye kitambulisho mwonekano na wake anaona ah, hii sula mbona kama niko agri <laughs> lakini pia nimesema tulipiga toka 2012 mimi nilikuwa mdogo. <laughs> sasa hivi ni miaka kumi na tatu imepita. <laughs> mbona hii ah, picha iendane na mimi bana sasa hivi nataka nipige nipige suti kidogo. <laughs> nipige na kitai toke. <laughs> <nipige laughs> <na kitai. laughs> <toke, laughs> picha kidogo executive sawa? <laughs> <laughs> hiyo huduma ipo, afike kwenye ofisi yetu, tutamfanyia utaratibu wa kurekebisha kitambulisho kipya chenye hiyo na ata lazimika mtangazaji kulipia shilingi elfu ishirini na hata wale wenye marekebisho pia elfu ishirini wanatakiwa kulipa elfu ishirini ndio sawa. Na turudi hapo kwenye masuala ya sheria, kitambulisho changu mimi sasa, hiyo ni uhakika kwamba cha kwangu mimi ni miongoni mwa watu waliopata vitambulisho mwanzoni kabisa, kwa hiyo kime sisi wasetu nasema e, chotora chotora kwa maana ya expire date imepita, yani kimesha expire kitambulisho changu ndiye. Lakini nilipouliza kwenu nikapewa majibu kwamba nitumie tu, na hata waziri alisema kwamba sasa hivi yani hakuna mm hiyo -hmm. kwamba expire date hakuna, kinaendelea namna hiyo, lakini bado na wasiwasi mimi. Natoka hapa na kwenda Marekani na kwenda wapi, nikihitajika vitambulisho nikatoa kitaonekana cha kwangu kilisha expire tangu mwaka elfu mbili na ishirini na, na moja mm, lakini kwa Tanzania kwetu sisi naruhusiwa kuendelea, na amuoni kwamba naweza nikaingia kwenye matatizo. Na takiwa nifanye nini sasa hapo kisheria? Uh, ndugu mtangazaji uh, ilo unaruhusiwa, unaweza kufanya replacement kwa sababu nchi za wengine wanaweza sikuelewe, lakini nchini kwetu waziri alishatangaza na watu wanaweza kaendelea kuvitumia kwenye mifumo mbalimbali kijamii na kiuchumi, watu wanaweza kuvitumia kwenye taasisi mbalimbali, haina shida. Lakini uh, tunawashauri watu aina ambao uh, vitambulisho vimexpire, anaweza kaja akabadilisha, lakini atalipia mm, elfu ishirini. Hiyo elfu ishirini ndio sio mbaya, cha msingi ni kwamba nikienda tu kwenye nchi za wenzetu, usisumbuliwe labda kuongezea tu, yeah. Mtangazaji, yeah. Uh, huo ukomo uliondolewa, yeah. Na kama ungeendelea kuwepo, maanake ilivyofika ile tarehe ambayo imeonyeshwa kwenye kitambulisho kwamba ni mwisho wa matumizi, matumizi mm. moja kwa moja namba yako ya NIDA usingekuwa unaweza kuitumia tena, mm -hmm. kwa sababu ya kukupushi wewe, mm -hmm. kwenda kwa ajili ya kuhuisha ili uweze kupata kitambulisho mm -hmm. kipya. Kwa hiyo baada ya kuondoa ule ukomo wa matumizi ya kitambulisho cha taifa mm. Ndio maana hata leo kwenye surface inaweza ikaonyesha kwamba kishafika mwisho wa matumizi mm. Lakini ukienda kusajili laini ina, inakubali. ina. Ukienda kufungua akaunti ya benki mm -hmm. ukienda blela na maeneo mengine unaendelea kupata huduma kama kawaida. Kwa hiyo changamoto labda ni kama hiyo ambayo umesema, kweli unaenda ubalozi wa Marekani kiangalia kitamcho chako na kama kimefikia mwisho wa matumizi a na mm -hmm. miaka mitatu iliyopita liopitatete ambacho kina uhai. Kwa hiyo tunashauri kwa kweli watu wa hivyo wajitokeze tu kwenye ofisi zetu tuwasaidie ku fast track, na naweza nikapiga na picha nyingine, maana ile inaonekana bado kijana sana kabisa picha. <laughs> unapiga utachukua <laughs> alama za vidole upya. <laughs> Kwa hiyo process zile zote utazifanya, sawa. na kuna kuna kuna taarifa pia ilitangaza ili, ili kwamba Uh, vitambulisho vitatoka mpaka kwa watoto. Uh, utaratibu uko vipi? Tayari mchakato umeshaanza au mchakato uko katika hatua zipi, kuhakikisha kwamba na vijana wetu wadogo kabisa na wanakuwa uh, uh, hmm. uh, na vitambulisho vyao. Asante mtangazaji. Kama navyofahamu ani maelekezo alitolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hmm. kwamba kila Mtanzania atambulike kwa namba moja ya kipekee kwenye mabano jamii namba, hmm. kwa hiyo ni namba ambayo itakuwa inatolewa kwa kila mtanzania tangu anapozaliwa hmm. hadi anapokufa hmm. na ataitumia hiyo kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali toka kipindi hicho chote cha uhai wake. Okay. na NIDA tupo kwenye hatua za utekelezaji na mwaka huu wa fedha uh, tunatarajia kufanya usajili wa majaribio kwa wilaya za Kilolo, Rungwe hmm. na Kusini Zanzibar. Ya kwako hujaipendelea Aa, sasa Serikali Serikali haifanyi kazi hivyo. Kwa hiyo huo mpango upo na baada ya hayo majaribio kukamilika, tutafanya usajili sasa nchi zima kuweza kuwafikia watoto kuhakikisha wanasajiliwa na wanapata hiyo Jamina hapa. Utaratibu uh, kwa sasa uko vipi kwa yule mtu ambaye ndo leo amekuja kujiandikisha, mm -hmm. akachukuliwa taarifa zake zote, ni baada ya muda gani anapata kitambulisho? Kitambulisho siku 14 hadi, lakini namba siku siku hadi NIDA na ndugu mtangazaji, tumerahisisha kidogo uh, zamani ilikuwa ili uweze kupata namba yako lazima urudi tena ofisini kwetu, mm -hmm. kupanga tena foleni Tukutafutie pale namba yako tukuandikie kwenye karatasi bana, sasa hivi huduma zimerahisishwa, mifumo yetu imeboreshwa, baada ya namba yako kuwa imetengenezwa, inatumwa moja kwa moja kwenye namba yako ya NIDA uliyotumia namba yako ya simu, mm. Sa. mm. uliyotumia kusajilia, kwa hiyo kwenye eneo hilo tunawaasa wanaoenda kwenye ofisi yetu kusajili wahakikishe wanakuwa na namba ambazo zinatumika, hata kama huna ya kwako wewe mwenyewe tumia hata ya ndugu yako weka pale, ili namba yako ikitoka, basi usipate usumbufu tena kurudi kwenye ofisi zetu za NIDA kuulizia namba yako vivyo hivyo, kitambulisho kinapozalishwa, kikishafika kwenye ofisi ya wilaya ulipojiandikishia, kikipitishwa kwenye mfumo, unapokea ujumbe, Ndugu Yohana Andesh Kiyoya, mm-hmm. kitambulisho chako kipo katika ofisi ya NIDA Kasulu. Fika kwa ajili ya kufanyaje. Kwa hiyo, mwananchi unaenda pale confident, ukijua tayari kitambulisho kishafika, unakabidhiwa kitambulisho chako, unaondoka. Kwa hiyo huduma zimeboreshwa, zinaendelea kuboreshwa digiti sasa hivi. Yes, sawa, tunakushukuruni sana uh, tunatamani tuzungumze nanyi na kuna maswali ya wasikilizaji wetu hapa, nitayasukuma huko kwenu uh.